Tutoka hapa kaunti namba 47 tuelekee kaunti nambari 3, ambapo kampeni za uchaguzi mdogo eneo bunge la Magarini zimeshika kasi huku vigogo wa upinzani wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wakitarajiwa kuendelea na kampeni za kumpigia debe mgombea wa chama cha DCP Stanley Kenga. Vyama vya ODM na PAA vimeungana kumpigia debe mgombea wa ODM Harrison Kombe huko spika wa seneti amason kingi akiongoza msururu wa kampeni wakiwataka wakazi wa magarini kumchagua kombe kama anavyotuarifu francis mtalaki kampeni za lala salama zimeshika kasi katika eneo bunge la magarini viongozi wa odm na chama cha paa wakitua kumpigia debe mgombea wa chama cha odm harrison kombe spika wa bunge la seneti amason kingi pamoja na gavano wa kilifi gideon mung'aro wakiongoza safu ya serikali wakilenga kutoa tena kiti hicho baada ya mahakama awali kumtema Harisson Kombe, wakati huu wakiwarai wapiga kura kumuunga mkono ili aweze kukamilisha miradi ya maendeleo aliyoanzisha. Kila ninaposimamishwa, kila ninapotolewa bungeni, miradi yangu niliyoanzisha yote husimama. Kwa hivyo kura ya tarehe ishirini na saba ni muhimu zaidi, ni maamuzi ambayo yatafanya nyinyi Mia, mwaka mmoja na nusu mweze kupata yale ambayo umeyakosa miaka miwili. Tunasema kura hapa hapa ni ni ya ya nani? Na sisi tumeshirikiana. Sisi tulikaa mkutano na rais na huyu speaker anajua na mambo yote, tukakubaliana. Huyu ndugu yetu kasema Michael amepewa nafasi, akaheshimu rais. Yule kijana anasema lazima awe mbunge. Sasa tujiulize, wakazi wa Magarini. Tutafanya vipi? tarehe 27 kukisha kwamba zile changamoto ambao wananchi wamezungumza hapa zimepata suluhisho, na tutafanya vipi ile ile miradi ambayo gharama ameacha itakamilishwa baada ya tarehe 27. Ikiwa imesalia juma moja la kampeni, viongozi wa upinzani pia wamekita kambi Magarini hii leo. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka anatazamiwa kuongoza kikosi hicho wakimpigia debe mgombea wa chama cha DCP Stanley Kenga, alielekea mahakamani kupinga ushindi wa Kombe wakati huo akigombea kwa tiketi ya chama cha UDA. Wakizungumza wakati wa ufunguzi wa afisi ya Wiper Malindi, viongozi hao walimpigia debe mgombea wa DCP. Tukiwa hapa tuseme kwamba Malindi hii imebeba watu wengi wa Magarini ambao wanafanya kazi hapa Malindi. Nataka niwaulize kwamba tarehe 27 mwezi wa 11 tutatoka Malindi tuingie Magarini ili tuhakikishe kwamba hii kiti tumeweza kunyakua na tuweze kushirikiana kwa minajili ya maendeleo. Tuko na ofisi ya Wiper, ukitaka kuleta mambo yoyote ya united opposition tuko na ofisi hapa <adelante> unatoka Mlima Kenya mbele wamesema 27 wanatupa eh, ndugu yetu kule karishi kama wetu wa united opposition <clears throat> Tumekuja leo hapa Kilifi County Magarini, kwaomba mutupe second bond wetu ndugu Kenga. Watu wa Kilifi County mtasimama na sisi. Yeah! Vyama vya ODM, UDA na PAA vimeahidi kuendelea na kampeni usiku kucha ili kuhakikisha Kombe metoa ushindi, huku viongozi wa upinzani wakiendelea na misururu ya kampeni katika eneo hili wakisaka kura kabla ya kampeni kusitishwa wiki ijayo. Francis Mtaraki, Ringa, ya yes Citizen. Tuleke kaunti namba 43.